Shirika la Umeme Tanzania TANESCO chini ya Wizara ya Nishati limeendelea kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya kufua, kusafirisha na kusambaza umeme ili kuongeza uwezo wake na kumudu mahitaji ambayo yamekuwa yakiongezeka kwa kasi. Moja ya miradi hiyo ni miradi ya North East Grid NEG wa kwanza na wa pili inayogharimu shilingi bilioni 556 za Tanzania ikilenga umeme wote unaozalishwa bwawa la Julius Nyerere JNHPP uweze kusafirishwa na kuingizwa kwenye gridi ya Taifa. Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratius Ndenjembi yupo katika ziara ya kukagua miradi hiyo ambapo akiwa kwenye kituo cha kupokea na kupoza umeme cha Chalinze na kituo cha Zomozi Mwidu mkoani Pwani kutokea bwawa la Julius Nyerere, amesema mradi huo unagharamiwa na serikali kwa asilimia mia moja. Hela nyingi ambayo imewekezwa na serikali ni hela nyingi sana, ambayo serikali imewekeza kwayo, ni lazima lazima lazima tuhakikishe kwamba tunamaliza mradi huo kwa wakati eh, tusikae kuvutana tukakasi tunazungumza yani, ni lazima tuhakikishe tu kwamba inapofika Juni mradi umekamilika. Kwa hiyo Jumatatu uh, saa tisa chana ninatarajia kupata taarifa kamili kati ya TANESCO consultant na mkandarasi ya namna ya, ku, ya kusogea kutoka, lakini nikiangalia na kusikiliza na, na, na, na, na, na taarifa kwa sasa, ninaona kama tutaacha business as usual iende, hatuwezi kumaliza Juni 2026. Ni lazima kuna hatua zichukuliwe za haraka ili kusukuma mradi uweze kwenda. Eh, kwa hiyo nadhani kesho ipo MD kwa ajili ya kuzungumza na wenzetu wa bandari ona namna gani kama mkandarasi anavyosema vitu pale vime delay e, tuone ni namna gani e, badala ya mia tatu na hamsini hizo tawa zinazokuja se e, tuweze kuongeza hata idadi zikaja nyingi zaidi e, na kabla mvua haijaanza tuone ni zianze kuwa zimenyanyuliwa. Mvua ikianza kazi itachelewa na umeme huu unahitajika. Tayari bwawa lipo, kituo cha kupoozea kipo. Sasa tunachohitaji ni transmission line eh ambayo serikali imeshatoa fedha hiyo. Eh, tusivute tusivutevute, tukaleta yale mambo sasa, ili baadaye mjemlete variation, mfanyaje, tulichelewa, unajua mvua, sijui tulifanyaje eh, maneno mengi ambayo mwisho wa siku mnataka labda serikali je, iongeze fedha? Hapana. Kwa mradi ulivyokuwa design, kwa gharama ambayo serikali imeridhia na imetoa, ndicho tunachotaka tukione kikija field ili Watanzania wapate. Lakini kwa mradi huu haujachelewa naomba niweke ni, ni, ni hiyo sawa, ila ninachosisitiza hapa ni kwamba kuna kila dalili za kuja baadaye waseme wamechelewa, sababu kama mnavyoona mashimo yako wazi, mvua zinakaribia na kadhalika, kuna vifaa ambavyo havijafika, lakini bado tupo ndani ya mkataba. Sije mkaenda mkasema kwamba amechelewa na, kwa na TANESCO wamewasimamia vizuri mpaka sasa. Tunachotaka kukiona ni kwamba isije ikajitokeza sasa hali ya kwamba tunapofika muda mradi unatakiwa kukabidhiwa mradi haujakamilika. Nadhani hilo umenielewa. E, na ndio maana nimewataka Jumatatu walete taarifa ya namna ambavyo watakaa kikao, TANESCO, consultant wa mradi na mkandarasi wa mradi, ili kuonyesha ni wapi tunatakiwa tuwe kwa wakati fulani, kwa roadmap ya utekelezaji wa mradi huu. Hilo la kwanza. Uh, la pili, uh, umezungumzia fedha ambazo zimetolewa zaidi ya bilioni 550. Ni fedha za ndani, fedha za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni fedha za Watanzania ambazo mheshimiwa rais aliona kuna kuna umuhimu mkubwa wa umeme kusambaa nchini na kwa, kwa, kwa, kwa kuweka uh, transmission line hii ya msongo wa megawati 400 eh, ambao ndio uh, una, una kilovolt 400 ndio unawekwa saizi hapa. Kama mnavyofahamu, jana tulikuwa wote kule Julius Nyerere ambapo tuna uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme, sasa ni namna ya kuutoa ule umeme pale uweze kuwafikia Watanzania ambao ni walaji umeme. E, ndio kazi ambayo inafanyika hapa na fedha zote izna. Nashukuru sana umuhimu ni kama alivyoongea Mheshimiwa Waziri, na hii ni ziara ya Mheshimiwa Waziri ya kuja kutukagua namna tunavyofanya kazi. kwa hiyo E, umuhimu ni kwamba tuna umeme wa kutosha, na tunachofanya sasa hivi ni kufanya evacuation, kuondoa umeme kwenye vituo vya uzalishaji na kuufikisha kwa wananchi sasa Dodoma huku tukijali wa kufika tuna kitu kikubwa sana kiko Zuzu. Kinafanana na hiki tulichotoka hapa Chalinze. Kwa hiyo pale kwenye lugha ya mtandao za kusema pia ni kama njia panda. Eh, kwa hiyo kuna umeme pale unatoka Singida mpaka Arusha huko, tunaunganisha na line kwenda kwa majirani zetu Kenya, lakini kuna line zetu zinaelekea kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tukiufikisha umeme kwa wingi huu pale Dodoma, tutakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kupeleka maeneo mengine, ndio maana tunahangaika tumalize hii line. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais hii kwa kwenye ile total package niliyowaambia jana, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuwekea shilingi trilioni 13.5 kwenye miradi 41, miradi sita ya kuzalisha umeme, miradi 35 ya njia za kusafirisha umeme, moja ndio hii hapa. ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.